Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni pazia la fungwa leo, vyama vyahitimisha siku sitini za kampeni za amani. CCM yasema Samia hata wakomboa wa Tanzania. NLD yaahidi mikopo bila riba makini uchumi wa Pareto, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wanaopiga kura Zanzibar leo watajwa. Othman ahimiza vijana wasirubuniwe kuharibu amani, habari katika ukurasa wa tatu mikoa ya jizatiti usalama upigaji kura. Habari katika ukurasa wa ishirini wanaoruhusiwa kuingia vituo vya kupigia kura waainishwa. Habari katika ukurasa wa ishirini Kitila ataka watanzania wathamini amani. Habari katika ukurasa wa tatu Mufti tuheshimiane, tuheshimu viongozi. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika Majaliwa amwakilisha Samia kuapishwa raisi Shelisheli sheli. habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo imeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu. Nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni funga kazi, mchakamchaka wa siku sitini na mbili za kampeni kufungwa rasmi leo. aina kimgusawa kusimamia upigaji kura. Polisi yasisitiza usalama wa raia kila kona. Taasisi za umma zinatakiwa kuruhusu watumishi kwenda kupiga kura walipojiandikisha. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili ukurasa wa tatu ukurasa wa nne ukurasa wa kumi na mbili pamoja na ukurasa wa thelathini na nne Wanaosafiri wa jipange, mabasi boti yasitisha huduma za usafiri kesho. Safari ya uchaguzi Tanzania tangu uhuru, habari picha inamwonyesha Nyerere, mwenye Mkapa, Kikwete, Magufuli, Samia, milioni 37.6 Idadi ya Watanzania wenye sifa za kupiga kura na waliojiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura la tume huru ya uchaguzi ya Tanzania INEC. Gazeti hili limeandika imebaki siku moja. Habari picha inaonyesha wananchi pamoja na bendera za vyama mbalimbali mbali. Mwananchi pia limeandika shilingi bilioni 15 kufunga mfumo wa kidigitali kudhibiti ardhi Zanzibar, habari katika ukurasa wa 44, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Tunatazama sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dokta Samia apiga mkutano wa mia moja kumi na mbili akiwa ngangari kiafya, ni kwa siku sitini za kampeni ya hudhuriwa na watu milioni ishirini na tano nukta tatu wengine milioni hamsini na saba nukta moja waifuatilia kupitia vyombo vya habari mitandao, ndani wa taarifa hini katika ukurasa wa nne. Sekta ya sukari nchini yang'ara kwa ukuaji habari katika ukurasa wa nne majali wa teta na rais uwini washerisheri habari katika ukurasa wa nne. Serikali tafiti zenye tija zitatatua changamoto za kiuchumi habari katika ukurasa wa tatu. Gazeti hili limeandika, Bukombe sitawangusha nina deni kwenu, Biteko. Habari katika ukurasa wa tatu. CRDB si kushiriki maboresho mfumo wa ardhi kidijitali Zanzibar, SMZ. Habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili. Marekani, China zakubaliana mfumo wa kibiashara, habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika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 na usiri. Idadi ya wanaopiga zeki ya mjibu waangalizi elfu moja na mia tano kumulika Zanzibar wamtembelea Dkt Mwinyi usafiri majini kusitishwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa saba wa gazeti hili. CCM kuna makada wetu waliotumwa kuvuruga serikali. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Chama cha Mapinduzi kimevunja ukimya na kujibu yanayoendelea, yakiwamo ya mitandaoni ikisema kuna baadhi ya watu kwa maslahi binafsi, na wanajua wametumwa na nani, wanaleta taharuki na wengine wamejipa kwa ushauri ndani ya nchi ndani, wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. Habari picha namwonesha Kenan Aineke na mambo manane ya kuzingatiwa uchaguzi wa kesho, habari katika ukurasa wa nane. Bibi aomba serikali imwokoe, nyumba isipigwe mnada, habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika bia mshindi tena urais wa Cameroon akiwa na miaka 92. Habari katika ukurasa wa 19 9 bonda alalamika kuenguliwa kwa wakala wake. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe ya mwanga wa jamii. Tulitazame sasa gazeti Jamhuri lenye limeandika ni kesho wagombea wa urais 17 kupigwa kura na Watanzania milioni 37.6 asilimia 23 wapiga kura wote nchini wanatoka kanda ya ziwa wamiliki vyombo vya habari wahariri waandamizi waonya wenda wazimu wakiharaiki. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili, pamoja na ukurasa wa tisa. Samia avunja rekodi mapato TRA, mwenendo wa ukusanyaji kodi Tanzania toka kuanzishwa kwa TRA. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane wa gazeti hili, lakini pia gazeti hili imeandika Tundulisu mashahidi watuwana jasho wa habari, ni katika ukurasa wa nne wa gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Jamhuri. Tunaanzia wanapoishia wengine, gazeti Uhuru kweli da imani nalo mikononi mwangu, lenye limeandika Daktari Samia aweka rekodi isiyofutika, kampeni zake zavutia maelfu mikutanoni, wengine hufuatilia vyombo vya habari, mitandao ya kijamii ndani na nje ya nchi. Kihongosi asema wingi wa watu waliojitokeza kumsikiliza ni tafsiri ya imani kubwa ya watu kwa CCM, anahitimisha kampeni leo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Profesa Mkumbo, lindeni amani, kapigeni kura. Habari katika ukurasa wa pili. Anna Abdallah afichiwa undani wa Dokta Nchimbe. Habari katika ukurasa wa tano. Majali wawasilisha salamu Shelisheli. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Ofisi msajili hazina yawataka watumishi kupiga kura kesho, habari katika ukurasa wa sita. NCCR Mageuzi ipongeza INEC msajili vyama vya siasa, habari katika ukurasa wa kumi wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, lenye limeandika Dokta Mwinyi ashuhudia utiaji saini miradi mitatu inahusu afya ardhi na maji, habari katika ukurasa wa tatu. Ahukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa mauaji, habari katika ukurasa so, wa kumi. Dr. Samia kuvunja jamvi la kampeni Kirumba, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Kuweni huru kufuatilia mwenendo wa uchaguzi, mwenyekiti Zek, habari katika ukurasa wa pili. Othman avipongeza vyombo vya ulinzi habari katika ukurasa wa pili, na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti ya Mwanaspoti lenye katika ukurasa wake wa mbele limeandika ngumu kumeza, kwa mara ya kwanza Tanzania imeingiza timu nne makundi kafu awali iliingiza mbili mara nne. Habari picha ikionyesha wachezaji mbalimbali, gazeti hili likiandika Tanzania Algeria zimeingiza timu nne hatua ya makundi KAF Novemba 3, mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Dro ya mashindano ya klabu KAF itafanyika south. Lakini gazeti hili limeandika rekodi za vilabu mbalimbali mbali. kumi baada ya kujaribu kwa misimu kumi, Azam imefuzu makundi KAF kwa mara ya kwanza. Yanga imefuzu ya KAF kwa misimu minne mfululizo ndani ya miaka kumi, imefuzu mara sita. Chama anakwenda kucheza hatua ya makundi KAF akiwa na timu tofauti za Tanzania, Simba, Yanga na Singida. Huu ni msimu wa tatu mfululizo kwa kocha Miguel kuivusha timu kucheza makundi CAF. Simba imefuzu makundi CAF kwa msimu wa sita mfululizo ndani ya miaka kumi, imefuzu mara saba. Singida Black Stars ni timu ya pili kushiriki kombe la shirikisho kwa mara ya kwanza kufuzu makundi bana ya namungu elfu mbili na ishirini elfu mbili na ishirini na moja Undani wa taarifa hizi ni katika ukurasa wa pili gazeti hili Mwanaspoti limeandika hesabu za mreno Jangwani. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa za ndani habari, picha inamwonesha kocha wa Yanga ni mechi tano tu. Wikendi ilikuwa tamu kwa Arsenal ilipofufua matumaini ya kunyakua taji la ligi kuu England kwa mara ya kwanza tangu mwaka elfu mbili na nne undani kwa taarifa hii ni katika ukurasa wa nane. Hisia zangu na Edu Kumwembe. Gazeti hili limeandika Siria leo Jumanne ni Atalanta dhidi ya AC Milan saa nne na dakika arobaini na tano usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbili. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani. Habari Leo limeandika Yanga Mtibwa zakamiana, Tugestaz mawazo yote WAFCON elfu mbili na ishirini na sita. Gazeti hili limeandika JKT Queens kuikabili Mazembe ligi ya mabingwa, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Vipers yashindwa kuingia makundi ya Afrika, habari katika ukurasa wa ishirini na mbili. Toc yaipiga jeke Twiga Stars a habari katika ukurasa wa ishirini na tatu, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo jiji la habari Tanzania, michezo na burudani, na gazeti hili inakamilisha urukuzi wa uru vichwa uru vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.